Ebana star muziki kutoka Tanzania Diamond Platnumz ametumbuiza kwenye sherehe ya harusi ya Jimmy pamoja na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Kadi Karabassis iliyofanyika usiku wa kuamkia leo Glynview estate, e, New Kasama nchini Zambia. E bana Kadi ni binti wa mfanyabiashara maarufu kabisa wa pale e, Zambia. Amefunga ndoa pamoja na Jimmy Karabassis ambaye ni mfanyabiashara pia e, na yeye ni mfanyabiashara wa Chingola e, lakini pia mmiliki wa kampuni ya madini. E bana performance yake Damo Platnumz ilionekana kabisa kuleta tofauti. Yaani ni kama vile vibe ambayo alikuwa nalo, kila mtu alikuwa na vibe pamoja na yeye. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba Damo Platnumz this time around umekuwa ni mwendelezo back to back kwa ajili ya kutangaza ukubwa wake na ameweza kufanya pia kazi pamoja na Barnaba. Siku ya tarehe 16 mwezi Mei, waliweza kupandisha wimbo ambao unakwenda kwa jina la Salama, ambao ulitumia tu siku mbili kuweza kushusha nyimbo zote ambazo zilikuwa zinasumbua kwenye mtandao wa YouTube, kama vile wa mdogo Sajens pale ulikuwa umekamata namba moja on trending e. So ni kwamba ameweza kumshusha na baadhi ya watu wengi sana ambao walikuwa e, wamekaa pale kwenye charts za YouTube e, kuendelea kupokezana namba moja on trending. Sasa moja kwa moja double platinum ameendelea kutangaza ukubwa wake baada ya kuweza kufanya kazi pamoja na Barnaba ambapo mpaka sasa wimbo huu ukiwa na siku mbili umekamata namba moja on trending ukiwa na jumla ya watazamaji e, laki nne, elfu tisini na nane, mia nane themanini na saba na, e, na, na bado ni mafanikio ya Diamond Platnumz ambao anaendelea kuyaonyesha, na kipindi ambacho wanaenda kwenye safari ya huko Zambia, moja kwa moja aliweza kupanda usafiri wa private jet. Lakini hii inadhihirisha kwamba ni ukubwa gani ambao yuko nao kama Diamond Platnumz na moja kati ya wasanii ambao wanaangaliwa sana na wasanii chipkizi ambao wanaendelea kuchipukia kwenye game. So kwako wewe kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nja comment hapo, unakuwa umetisha. Kinaomba, naomba subscribe kwa taarifa kadha wa kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania.